Miaka kadhaa iliyopita, jarida la Scientific American liliandika habari na walipa jina ya wanasayansi wachunguza asili ya binadamu na kugundua kwamba sisi ni wema baada ya yote. Sasa lazima nikuambie, huo ni ujumbe ambao mtu wa kawaida leo anataka kuamini, lakini tatizo ni kwamba ndani kabisa ya moyo wa kila mtu kuna hisia kwamba hawako wema kweli na hakika hawatoshi kuwa wema. David Livingstone, yule mishonari na mchumbuzi maarufu wa Afrika, aliandika takriban miaka mia mbili iliyopita kwamba alipata makabila ya asili ambayo hayakuwa na mawasiliano kabisa kati yao wala na ustaarabu. Hayakuwa na maarifa yoyote ya maandiko wala maadili yoyote ya kistaarabu, lakini bado aligundua kwamba walikuwa na dhamiri ya kujua kuwa wao ni wenye dhambi. Sasa, binadamu alipata wapi ile hisia ya kufanya makosa? Na binadamu alipata wapi ile hisia ya kuwepo kwa kiumbe wa kimungu? Leith Samuel, mchungaji na mwanafunzi wa masuala ya umishonari aliweka hivi, alisema: hakujawahi kugunduliwa duniani kabila lolote la watu ambalo halijaamini katika aina fulani ya Mungu au halina mfumo fulani wa ibada wanajua kwamba dhambi ipo, wanajua kwamba dhambi lazima ifidiwe, na wanatafuta njia za kuwapatanisha miungu yao. Unajua, hicho ndicho hasa Mtume Paulo anachotuandikia hapa katika Warumi sura ya moja, watu ni wa kidini kupindukia. Wanajua kwa ndani kabisa kwamba kuna hatia ya dhambi, kwamba kuna, kuna muumba huko nje, lakini ingawa wanadamu ni wakidini kupindukia, pia wanadamu ni waasi kupindukia. Kwa hiyo kote duniani leo, kuna watu ambao wangependelea kuabudu mti au tai au pepo mbaya kuliko yule muumba wa kweli Mungu. Sasa leo tunaporudi kwenye barua hii kwa waumini wa Kirumi, sasa tuko kwenye aya ishirini na moja ya sura ya moja, na Paulo anaendelea kufunua hatia ya wanadamu. Anaandika hapa, kwa maana ingawa walimjua Mungu hawakumheshimu kama Mungu. Sasa Paulo hasemi hapa kwamba kila mtu ana maarifa binafsi ya kuokoa maisha ya Mungu. Anachosema ni kwamba kila mtu anajua kuhusu Mungu. Kwa maneno mengine, bila kujali unapoenda ulimwenguni, kila mtu ana ufahamu wa angavu wa kuwepo kwa kiumbe cha kimungu na mioyo yao wenyewe yenye dhambi, ndivyo asemavyo mtume Paulo hapa. Kwa hakika, jibu la kwanza la wasioamini kuelekea ujuzi huu wa asili wa asili wa muumba ni kukataa huku kumpa utukufu au kumheshimu kumheshimu Mungu kuna maanisha kumsifu kwa jinsi alivyo. Kwa kweli, neno heshima hapa hutafsiri neno la Kigiriki dotazo, hiyo inatupa neno letu doxologia. Naam, wanadamu wanaimba duniani kote, mungu asifiwe. Kutaniko lako linaweza kuimba toleo lake Jumapili, inakwenda kama mungu asifiwe baraka hutoka kwake msifuni viumbe, msifuni jeshi la mbinguni, msifuni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unajua, wanaume na wanawake wasioamini wanapaswa kuimba hivyo, lakini wanakataa kumpa Mungu utukufu wao. Hawataki kumwimbia Muumba Mwenyezi. Lakini hapa kuna swali, hapa kuna swali kwa sisi sote tunaomwamini Mungu leo. Je, tunampaje Mungu utukufu? Ninamaanisha zaidi ya kuimba kanisani au u kuwa na ibada za kibinafsi. Je, tunamwabuduje Mungu na kumshukuru kama muumba wetu kweli? Ningeweza kuorodhesha njia kadhaa. Kwanza kabisa itakuwa ni kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Bwana wa maisha yako. Itajumuisha kuungama dhambi zako kila siku. Ingekuwa ingejumuisha kumwamini yeye na maelezo ya maisha yako mazuri au mabaya, ya kupendeza au ya kuumiza. Ingetia ndani kusali ili mapenzi yake yatimizwe katika maisha ya watu unaowajua. Hilo linaweza kuwa kulitumikia kanisa kwa namna fulani ya kimwili inayoonekana. Bila shaka ingehusisha kuheshimu e eh, neno la Mungu kutumia muda kusikiliza Mungu akizungumza kupitia neno lake. Ingehusisha kuishi maisha safi kimaadili. Ingehusisha kuwajulisha wasioamini kuhusu Bwana wako. Bila shaka ingehusisha kumshukuru Mungu kwa huduma ya waumini wengine na huduma nyingine duniani kote. Leo nikuambie, haya ni mambo ambayo mtu asiyeamini hawezi na hatofanya. Hawawezi kumshukuru Mungu kwa chochote nilichotaja na hakika hawatampa utukufu. Hivyo ndivyo hasa mtume Paulo anavyosema hapa katika mstari wa ishirini na moja. Ingawa walimjua Mungu, unaweza kuandika neno dogo kuhusu hapo. Ingawa walimjua kuhusu Mungu, hawakumheshimu kama Mungu wala hawakumshukuru. Basi ngoja ni kuambie wasioamini ni watu wasio na shukrani tu. Wapendwa, je, umewahi kufikiria kwamba moja ya sifa kuu zinazomtofautisha muumini na asiamini ni ile hamu na uwezo wa kusema asante kwa Mungu na na kweli kuimaanisha? Sasa maisha yako leo ni ya kipekee kiasi gani? Je, unaleta malalamiko yako mbele za Mungu kama vile mteja wa hoteli ambaye hapendi taulo, godoro, chakula au mwonekano wa dirisha la hoteli, halafu, unajua, anataka kuonana na meneja. Basi huo ndio mtazamo wa dunia kuhusu Mungu katika kila jambo. Sasa Paulo anaelezea tabia nyingine ya wasiamini anapoandika hapa kwenye mstari wa 21: Walikuwa bure katika mawazo yao na mioyo yao ya upumbavu ikatiwa giza. Kwa maneno mengine, wanakataa ukweli wanaojua ndani yao kuhusu kuwepo kwa Mungu, na hiyo ni kwa sababu hawataki Mungu ambaye wanapaswa kuwajibika kwake. Hawataki kuacha dhambi zao, hivyo suluhisho lao ni, unajua, kama vile kufunga mapazia mioyoni mwao watavuta mapazia ili kuzuia mwanga wa ukweli usiingie. Shida ni kwamba sasa wamebaki wakizumbuka kwenye mtandao wa mawazo na nadharia za kidini zinazochanganya ambazo hazitoi tumaini wala njia ya kweli ya kutoroka. Mimi binafsi nimesimama kwenye hekalu la kihindu nchini India na nimesoma maelekezo yao ya kupata amani, na kwa kweli si chochote zaidi ya jitihada za kibinadamu. Hakuna Mungu pale anayeweza kumwokoa mtu yeyote. Ni kukata tamaa kabisa, kama gurudumu la maisha linalofundishwa kwenye monasteri ya Kibudha. Wanazungusha gurudumu na kutumaini kwamba sala hizo zitapaa kwa mungu wao. Imechanganyikiwa kama madhehebu fulani ya kiprotest leo ambayo yalitangaza baadhi. Unajua, nyimbo mpya zimeandikwa, kama nilivyosikia hivi majuzi, zikimwonyesha Mungu kama mwanamke eh, kama mama wa Mungu. Hiyo ni hiyo, imechanganyikiwa sana. Mwandishi mmoja aliiweka vizuri sana alipoandika, ukweli unapokataliwa, uwezo wa kutambua ukweli huharibika na itazidi kuwa ngumu zaidi kwa wasioamini, kwa sababu katika uasi wao dhidi ya Mungu wanajikuta wamekwama kwenye giza la mawazo yao na udanganyifu wao wenyewe. Kwa kweli, hapa kwenye mstari wa ishirini na mbili Paulo anaielezea hivi, wakijidai kuwa wenye hekima walikuwa wapumbavu. Kwa maneno mengine, wanajipongeza wenyewe kwa kubuni njia za kuepuka Mungu na kuwajibika kwa dhambi zao. Watamiminiana tuzo na shahada za juu kwa kubuni unajua, nadharia mpya ya maisha na chanzo kipya cha ulimwengu bila kumhusisha Mungu Muumba. Na kejeli hapa ni kwamba wao wenyewe wanajiona kuwa wenye hekima, lakini Mungu, kama Paulo anavyoandika, anawaona kama wapumbavu. Kwa kweli usemi wa Kigiriki hapa kwa maana walikuwa wapumbavu umetokana na neno la Kigiriki morino ambalo limetupatia neno la Kiingereza moron. Binadamu wanadai kuwa na hekima yote, lakini Mungu anasema wao ni wapumbavu. Sasa hilo halisifiri sana, sivyo? Sasa Paulo anatupatia ushahidi wa upumbavu wao anaandika hapa kwenye mstari wa ishirini na tatu walibadilisha utukufu wa Mungu asiyeweza kufa kwa sanamu zinazofanana na mwanadamu anayekufa na ndege na wanyama na vitambaavyo. Basi kama watu hawatamwabudu Mungu muumba na kumpa utukufu, watabuni miungu mbadala. Inaweza kuwa, unajua, mashujaa wa kubuniwa. Inaweza kuwa ndege au mende. Inaweza kuwa jua, mwezi. Inaweza kuwa nyota. Unasema lakini watu hawafanyi hivyo siku hizi? Mamilioni ya watu wanaamini kwamba ulimwengu ndio unaoamua ustawi wao. Wameufanya ulimwengu kuwa wa kimungu, wameupa sifa za ujuzi wayote, maarifa. Sikiliza wapendwa, kile walichofanya ni kwamba wamechagua kukumbatia, kuishi ndani ya, na kufungwa na giza. Yesu aliposimama kwenye jukwaa la giza la historia ya dunia, injili ya Yohana ilimwelezea katika sura ya kwanza mstari wa tisa kama nuru ya kweli ambayo humwangazia kila mtu, yaani Mungu alimtuma mwanawe duniani kuwasha mwanga. Sasa hebu nikuambie, dunia nzima leo hii haitaki huo mwanga kwa lazima. Hawataki kuimba sifa kwa Mungu muumba, lakini, lakini wanaimba aina fulani ya sifa kwa sababu wanamsifu mtu au kitu fulani. Kwa hiyo swali si kwamba unaamini. Swali ni unaamini nini? Au hata bora zaidi, unaamini kwa nani? Biblia inatuambia kwamba siku moja wote wanaomwamini Yesu Kristo wataimba sifa za utukufu kwa muumba na mkombozi wetu. Nyimbo zimetolewa kwetu hata katika neno la Mungu, wanaenda kitu kama hiki: kwake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kwa Mwanakondoo iwe baraka na heshima na utukufu na uwezo hata milele na milele. Huo ni Ufunuo saa tano na madakika kumi na tatu. Kwa hiyo maisha yetu leo kwa kweli ni mazoezi ya siku hiyo tukufu, tunapomwabudu Baba na Mwanakondoo uso kwa uso mbele ya kiti cha enzi cha mbinguni, wakati sisi tunaimba doksolojia ya sifa kwa utukufu na heshima ya Mungu. Kwa hivyo hapa kuna pendekezo langu: hebu hebu, leo tujizoeze aina hii ya tabia ya kushukuru. Hebu tufanye mazoezi ya mtazamo huu. Hebu tujizoeze kuimba doksolojia leo. Naam, hadi kipindi chetu kijacho pamoja, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.